Je, huu ndio mwanzo wa mwisho wa vita vya Sudan? Kurudi kwa Jenerali Abdel Fattah al-Burhan katika ikulu kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita miaka miwili iliyopita imeonekana kama ishara kubwa, na jeshi kushika udhibiti wa maeneo muhimu kama vile uwanja wa ndege, kambi za jeshi na makao makuu ya intelijensia pamoja na benki kuu. Al-Burhan ametangaza kuwa Khartoum iko huru. Picha za wanajeshi wenye wa furaha wakimkaribisha zimeleta furaha ndani ya Sudan na nje ya mipaka, katika miji kama vile Kairo nchini Misri, ambapo mamilioni ya raia wa Sudan wamepata hifadhi uh, katika hali ya kushindwa mjini Khartum vikundi vya RSF kionekana kuvuka mto Nile wamezidisha mapigano katika maeneo ambayo bado yapo katika himaya yao hasa Darfur inaripotiwa kwamba zaidi ya watu 100 wamekufa kaskazini mwa mji wa El Fashir uliopo Darfur kutokana na mashambulizi yaliyoanza Aprili 11 familia zilizokosa makazi na kupata hifadhi katika kambi ya Zamzam na Abu Shauk kwa mara nyingine tena walipata changamoto za kiusalama the long term psychological impact of this crisis on children is going to be severe even if the conflict ends tomorrow not only have these children faced neglect and abuse and suffer the indignity of having to live in displacement sites but they've also lost formal access to education they've lost their friends they've lost their parents they've lost all semblance of normalcy in their life ili kuwasaidia kukabiliana na hali ya kutisha vita na vidonda vyao visivyoonekana, mashirika ya kutoa misaada kama vile Plan International imeunda mazingira rafiki kwa watoto hapa. Kwa mara nyingine wanaweza kucheza ilakin badda stwib iai as wanhay stmar maana UNICEF recently found very disturbingly that children as young as one are actually survivors of rape by armed men. Unyanyasaji wa kingono umewafuata wanawake na wasichana kutoka safu za mbele mpaka katika sehemu zao salama kambini. Asma sio jina lake la kweli. Alivamiwa na kundi la wanaume alipokuwa shambani akichuma ndizi kwa ajili ya watoto wake karibu na kambi ya Sennar. Tukio hilo lilimwacha akiwa katika hali mbaya na ya msongo. Bila pesa, bila daktari wa kumtibu akiwa Sennar, aliondoka tena na watoto wake na kwenda Kasala, kambi nyingine.

Wafiha, tahasun. Tahasun yani la ilaji, Maya, yani. Asma hivi sasa anaelekea kupona na anatumai kwamba amani itarudi nchini mwake. Unless the guns fall silent na hata bunduki zitakaponyamaza, Asma na wa Sudani wengine milioni 12.5 waliokosa makazi wanatumai ulimwengu hautaisahau Sudan pindi watakaporudi na kukuta nyumba zao na miundombinu ya afya ikiwa imesambaratishwa.